waashhadu wa an muhammadan abduhu wa rasuluh sayidu lkhalaiq walbashar al allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an nabil amin wa ala alihi wa ashabihi dha raf azim al waslamaaur allah jalla jalalu aaaeaaza Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E, nimekuwa nikipokea simu nyingi sana kwa watu mbalimbali ndani ya Tanzania na nje ya nje ya Tanzania wamekuwa watu wengi sana simu zao, kwamba wanasumbuliwa na maradhi, kwamba maradhi yamekuwa mengi sana katika miili yao. Hata hapa kote Tanzania pia maradhi yamekuwa ni mengi sana mtu ameshangaika sana katika kwa hospitali ameshangaika kwa daktari mbalimbali, kwa utibabu mbalimbali, lakini bado Allah hajawafanyia pesi kuhusiana na maradhi yao kupona. Hasa baada ya simu kwa nyingi, nikaona bora nitoe clip hii, ili nikupeni dua ambayo inaponesha maradhi yako yote lakini dua hiyo uisome kwa imani na ihtisaban, useme kwa kuwa na imani na utarajie malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Dua hii ukiwa una maradhi yako ya aina yoyote, basi inaponesha maradhi yako, utapona maradhi yako kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Dua yenyewe ni as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Swala za mtume ziko nyingi sana, lakini hii ni swala special maalum kwa ajili ya maradhi tu. Swala ya mtume hii ni special kwa ajili ya kutoa maradhi tu kwa ajili ya kuondosha maradhi uliokuwa nayo tu katika mwili wako. Kwa hakika kama una maradhi ya aina yoyote katika mwili wako, unasumbuliwa nayo, basi isome swala hii ya mtume Muhammad. Utaisomaje? Anasema chukua maji katika ndoo au kwenye bakuli au kwenye jagi au kwenye beseni. Ukisha chukua maji yale, iwe ni maji ya bomba, maji ya mfereji, maji ya mvua, maji ya aina yote, lakini yawe masafi tu unaweza kuchukua mwenyewe katika bakuli lako au kwenye beseni au kwenye beseni lako, kisha yale maji yasomee sala hii ya mtume mara mia. Narudia tena, chukua maji kwenye ndoo au kwenye beseni au kwenye bakuli au kwenye jagi, kisha maji yale kisha yasomee sala hii ya mtume mara ma. Kisha baada ya hapo, yapo majiyale utakuana kunywa yanaingia katika mwili wako ili i tba nihifa ni tiba kwa mtu huyo au shifaa laka, ni tiba kwa wewe mnywaji maji haya. Kuhakikisha kama unasumbulwa na maradhi ya aina yoyote na unataka upone maradhi yako kupitia swala ya mtume, basi chukua ndoo kwenye maji, chukua maji kwenye ndoo, kisha ile maji yasomee swala ya mtume hii mara mia. Kisha maji yale utoka na kunywa mara kwa mara, muda wote utakojisikia wewe mwenyewe, kwa uwezo wa Allah, ndani ya siku saba Mfululizo ukifanya hivyo utaona mabadiliko katika mwili wako. Maradhi katika mwili wako atapungua na mengine atapona kabisa kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Swala ya mtube hiyo ni ipi? Tayeb. Anasema swala hiyo ni hii, Allahumma salli Muhammad, wa sallim ala sayyidina Muhammadi tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifa'iha wa nuril absari wa dhiya'iha

nini tafsiri ya sala hii ya mtume? Anasema allahumma, e mola wangu salli wa sallim, rehma na amani, ala sayidina Muhammad, zimonde bwana wetu Muhammad, tibbil qulubi wa dawaiha, Muhammadi ambaye yeye ndo sababu ya sisi nyoyo zetu kutibiwa na kupata madawa, wa afiyat al abidani Nawe Allah ndio mwenye, mwenye kutupa afya katika miili yetu. wa shifaiha, na wewe Allah subhanahu wa ta'ala ndio mwenye kutuponesha maradhi yetu. wa nuril abiswari, na macho yetu yape nuru. wa dhiaiha, na macho yetu yape mwangaza. wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Ipike swala ya mtume mara mia katika maji yale, kisha maji yale kunywa kwa uwezo wa Allah maradhi yako ya aina ya yoyote katika mwili wako yataondoka na utapona maradhi yako. Tumombe Allah tufanywe pesi na tukutane katika vipindi vinavyokuja mbele. Wassalamu aleikum warahmatullahi wabarakatu.